Kwanza, asalamu alaykum wanachama wenzangu wote, bwana mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa wa profesa, nilitaka kutoa hotuba yangu fupi kuhusu safari yangu katika Tanzania. Mimi ni uh, mwanafunzi wa mwaka wa nne wa chuo kikuu cha makoseano ya kimataifa cha MGIMO, na mwaka huu shukrani kwa shukrani kwa chuo kikuu chetu, shukrani kwa wizara yetu ya mambo ya nje, shukrani kwa balozi wetu katika uh, balozi wa Urusi katika Tanzania Alexander Sanjranik, na shukrani kwa mwalimu wangu uh, Natalia serenzi na Petrenko nilipata nafasi Uh, ya kwenda katika Tanzania na kufanya kazi katika ubalozi wetu wa ubalozi wa Urusi huko Tanzania. Ilikuwa kama masomo ya kazi uh, kwangu mazoezi ya kazi na uh, kweli ilikuwa safari uh, kwangu ya kwanza katika Afrika, safari ya kwanza katika Tanzania. Safari hii uh, sitasahau maisha uh, kwa wakati mbaya uh, mara nilipopelekwa hapa, wakati nilipopelekwa uh, huko katika Tanzania, ubalozi wetu uh, ulikuwa hauna hata mtu mmoja asemaye Kiswahili uh, hivyo uh, u, ujuzi wangu wa Kiswahili uh, ulifaa sana kwa, kwa maisha na kwa kazi wa wanadiplomasia na wafanya kazi wetu wa

Uh, uh, nilitaka kusema kuwa uh, niliweza kujionea kuwa uh, hali halisi na matazamio ya ushirikiano ma na mahusiano kati ya Tanzania na Rusi ni mazuri sana. Uh, uh, kwa mfano uh, wakati nilipokuwa nilipo hapa uh, balozi wetu Alexander Sanch uh, uh, alikuwa akishuhudia na mradi uh, wake wa kusimamisha uh, sanamu uh, ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye sanamu ambaye ingekuwa kama zawadi wa warusi kwa wa Tanzania. Bado ninavyofahamu, mradi huu hautekelezwi hajatekelezwa, lakini nafikiri kuwa utatekelezwa bila shaka. Zaidi ya hayo Uh, ningitaka nyingita, kusema kuwa uh, fani uh, ya ushirikiano ambaye kwa maoni yangu uh, uh, lazima ipewe uzito zaidi ni nishati kwa sababu uh, nilipo uh, nilipokaa uh, Tanzania niliweza kushuhudia matatizo ya mgao wa umeme uh, matatizo yanayowatesa wa Tanzania wakazi wa, Dar es Salaam na miji mingine na ninafikiri nina, nina kuwa Urusi uh, Uh, ndio Urusi ndio ndio nchi uh, yenye nafa, nafasi na uwezo wa kusaidia Tanzania katika sekta hii kwa kuongeza uwekezaji kwa kusaidia katika ujenzi wa mitambo ya umeme na kadhalika. Na zaidi ya hayo ninafikiri uh, kuwa uh, kuna fani nyingine uh, uh, kama kwa mfano uh, ushirikiano kupitia uh, vyombo vya habari uh, kwa sababu uh, hapo uh, enzi za Soviet Union Urusi uh, mm, ulikuwa na uh, uh, mirazi mingi kama kwa mfano redio ya Moscow, ambapo mwalimu wangu natariserenina waki kufanya kazi yalikuwa mtangazaji wa redio hii, na nafikiri kuwa ni mfano mzuri wa ushirikiano, na ninatumaini ni ninafikiri na, ni uh, ingekuwa vizuri sana kufufua uh, ushirikiano kama huo.